Watu wanapoteza mali zao, hiyo hapo, tunasema kwamba hata kufutwa, hata kimi, inawezekana atolewe kwa ministry, hawezi mba, yeah, yeah. Kufutwa basi, atolewe kwa ministry, atafute mtu ambaye na busara. Tuliona Kindiki alikuwa pale, alifanya kazi nzuri sana kule, yeah. alifanya Rift Valley kazi nzuri lakini sio mambo kutamka mbele ya umma, tena mbele ya kamera, na mtu anasikia wizara ya ulinzi imemshinda, na kila mkenya ajua halo imemshinda. Kwa hivyo ikiwa maandamano yameleta hasara, tuangalie plan B. Plan B ni mazungumzo. Mazungumzo haya yawe ni yenye kuwahusisha pande zote ambazo wanazozana. Vijana wanataka wapewe sikio, na wenye kupeana sikio ni serikali, wapeana sikio, kisha viongozi wa kidini, wao wapatanishi baina ya, ya, ya, ya, ya, ya walalamishi wanaosema hawasikizwi. Na wenye, na wenye kusikiza. Ombi letu ni kwamba hii nchi inahitaji amani, tujaribu kila jambo tunaloliona hili litaondosha madhara na maafa, tuepukane nalo. Hatujasema ati maandamano yamekatazwa.